Mkuu wa shule ya sekondari Kikatiti mwalimu Talento na Sare amesema moto huo umeanza majira ya saa nne usiku wakati wanafunzi wakiwa kwenye masomo ya ziada, na baadaye walipiga simu kwa kikosi cha zimamoto na uokoaji, lakini walipofika tayari moto ulikuwa umeshaunguza vitu vyote. na nilipotoka nje nikasikia kweli mayowe, kwa hiyo nilipofika huku nikakuta bweni ambalo linatumiwa na wanafunzi mia moja na ishirini limeungua na kati ya hapo vyumba tisa vimeungua na kuteketea kabisa, lakini vyumba vitano bado vipo. Kwa sababu na chanzo, watu wanakisia kwamba huenda ni hitilafu ya umeme, na wakati huo kwa sababu wakati huo wa na wanafunzi wote huku wote walikuwa prepu, lakini nakisia kwamba inawezekana ni chanzo cha umeme. Sasa siwezi kusema kwamba ndio moja kwa moja kwa sababu bado pelelezi unaendelea. Kwa upande wao wanafunzi waliopatwa na, wa na janga hilo wamesema wamekuwa kwenye wakati mgumu kimasomo, kwani madaftari, vitabu, nguo na magodoro vyote vimeteketea. na si tukatoka njtsunanakuua ule moto, lakini tumeweza mpaka zimamoto ilivyokuja ikazima, lakini kama mimi vitu vyangu viliangamia vyote, tanga idoro, kila kitu imebakia nilio lakini ni shukuru kwa serikali ilikotusaidia tukapelekwa vizuri hapa, tukaja tukasaidia tukachimba udongo tuai kidogo. Uongozi wa shule ndio ukapiga simu faya wakaja hapa wakatusaidia kuzima moto, sema vitu vimeungua, ndio lakini tunashukuru kwa msaada wa magodoro walioletwa, milango na mito. Mkuu wa mkoa wa Arusha, Daudi Ntibenda Kijiko, amesema kwa kipindi kifupi mabweni ya shule nne za sekondari yameteketea kwa moto, ambapo mwenyekiti mtendaji wa IPP Mzee Reginald Mengi alitoa mchango mkubwa kwa waathirika, na amemwomba aendeleze msaada wake katika shule hii ya Kikatiti, huku mkuu huyo akitoa mabati, shuka na baadhi ya vifaa kuwasaidia wanafunzi hao. Kwa kipindi kifupi shule tatu zimepata msukosuko huu. Hii ni shule ya nne sasa, na tatizo kwa shule zile za Munduli ilionekana moja kwa moja kwamba tatizo ni, ni umeme. Nikiripoti kutoka Kikatiti wilayani Arumeru mkoa wa Arusha, Halfani Lihundi, ITV.